Mwanawe kwapi? Nilishaongea naye amesema anachukua bajaji ataingia sa sasa hivi. Ana kilelo chelewa ah. Shida kweli hapa. Karibu. Sio hapo mume Marhaba. Pazo shikamoo. Marhaba. Shikamoo mama. Marhaba mama. Kwanza samahani naomba mnivie radi. Nimechelewa kidogo nilipata changamoto ya usafiri hapo. Lakini pia nafurahi sana kuona mko salama. And nafikiri nimefika wakati mwafaka sasa na naweza nika, nika tukaanza tu hapa hapa kuzungumza kabla hata ya, ku, ya kufanya mapumziko yoyote. Eh, nimeelewa wito wenu na ndo maana niutii kwa haraka, lakini pia kwa sababu mimi mwenyewe pia nilikuwa na dhamira ya kuja kuonana na nyinyi kutokana na mambo ambayo nilikuwa nahitaji niwashirikishe. Kwa nafikiri hapa leo tunaweza tukamaliza kila kitu eh, kubwa kuhusu mlichoniitia. Naomba nikiweke sawa leo, maamuzi niliyoyafanya na nikawapa nyinyi tu kama taarifa, huu ndio msimamo wangu wa mwisho Violet, sio mke wangu tena. Nimeamua kabisa kwa ridhaa yangu, na maamuzi hayo wazee wangu nimeyafanya kwa ridhaa yangu. Kwa hiyo nawaheshimu sana na najua nyi bado ni wakubwa, kwenu siwezi kukua, lakini ningewaomba pia kwa hawamu hii ngeheshimu maamuzi yangu ambayo nimeyachukua. Nilijaribu sana kwa kadri ya uwezo wangu kuona kwamba ninaweza kudumu na kuendelea kuishi na, na, na, na, na, na, na aliyekuwa mke wangu na hata nyinyi mara kadhaa mlishiriki katika kutatua migogoro ambayo ilikuwa inatusumbua e, mathalan ile situation ya mimi kutoka nje ya ndoa, kiasi ambacho nilikuwa kabisa nimekorofishana na mke wangu, na shukuru mlikuja mkarekebisha, na wenye mkaona nika, nika nikalimaliza, nika tukarudi tena kuishi maisha ya kawaida. Lakini baada ya pale kuna vitu vingi sana vimetokea ambavyo kwa hekima tu ya kawaida nisingependa niviseme vyote, lakini kama ningezungumza baba, kukwambia ukweli, we ni mwanaume, asili zetu zinafanana Sidhani kama ungeweza kuvumilia kirahisi. kwa hata mimi kahistamimi upande wangu kwa aliotokea, nikaona hapana, mafnsijites mnafiki nisijitese na kumtesa pia mtoto wa watu. ni kwa kwa kwa huyu amekuja hapa sijumli, na nini si mke wangu tena, na hakutokuwa na namna nyingine yoyote ya kuturudisha pamoja. Lakini pia leo ndio maana nkasema nije na kitu kingine ambacho eh, kitaleta heshima kwangu, na ningeomba mnipokee pia kijana wenu ni huyu binti ambaye nimekuja naye hapa. Huyu anaitwa Matilda, na huyu ndio yule mwanamke ambaye kipindi kile mlivyokuja kulikuwa na migogoro kwenye ndoa yangu, mkasema niachane naye kwa ajili ya kuinusuru ndoa. Ndio huyu nilimwacha kweli lakini sasa hivi ndo nimeamua sasa kuona nirudiane ni naye na ndio mwanamke ambaye nataji kumuoa. Kwa nilikuwa naomba sana wazazi wangu, kama ambavyo mmenipokea mwanzo, na naomba pia mnipokee sasa na yule mtoto ambaye amembeba pale, ile ni damu yangu, ni mwanangu kabisa, anaitwa Prince, ndio ule ujauzito ambao alikuwa nao, nilimwacha, lakini nashukuru ujauzito pia aliulinda, tumepata mtoto kwa nilikuwa naomba sana, kama kuna sehemu nitakuwa nimekosea mniwie radhi, lakini hayo ndio maamuzi yangu kwa sasa. Huyu ndiyo anaenda kuwa mke wangu kuanzia muda mfupi ujao. Kwa hiyo mama, yule ni mjukuu wetu, naomba umpokee. Lakini pia faza, ile ni damu yetu kabisa, naomba umpokee, na ningeomba pia mumridhie huyu binti ambaye kwa sasa ndio pengine chaguo langu la kuwa mke wangu. Hebu mete kwanza, nimuone amefanana na mwanangu. Jamani, mjukuu wangu, karibu karibu, kaiko mwetu mwanangu. basi ulile mweka kumwako apakuvikaaa

papasa papasa ovyo ovyo. Ah, we una shida gani mdeme hmm? na kwa nini wananipapasa papasa ovyo ovyo? Nikwambie kitu mdeme, sitaki ujinga, umenielewa eh? Hivi baada ya miaka mitatu sijashiriki na wewe, leo unasema kwamba unanitaka? Hivi una matatizo wewe? miaka yote hiyo, wakati ulikuwa una haja zako ulikuwa unazipeleka wapi? Au kwa sababu umekuja ugenini na huna sehemu ya kupata hivyo vinuka mkojo vyako na huna hela ya kuhonga, ndio maana unaniona mimi ni wa maana? Baba, kila mtu acheze mechi zake, umenielewa eh? Tena sitaki usumbufu. Emsubiri basi kwanza, mke wangu, unajua hivi vitu vingine sio vya kusababisha ugomvi, hasa kwa wakati kama huu wa usiku Tunaelewana, tunaongea tunaelewana, tunamaliza. Tulishaongea tayari kwamba yale yote yanopita sasa hivi tuachane nayo na tuanze maisha upya, na maana kuanza upya ndo hivi sasa. Unajua mke wangu, mimi sio kama wee sikupendi eh? Ila unajua kule mwanzoni tulikuwa tunaishi, mi nilikuwa niko lesi sana hata eh? Ule muda wa kukaa nikaongea na mke wangu tukanjoi, nilikuwa na kosa ila sasahivi, sasahivi nimetulia na uwezi amini, kila tunavyoendelea kukaa pamoja hivi, yani mapenzi yangu ndo yanafunguka, naona e, nakupenda kuliko hata nilivyokuwa nakupenda mwanzoni. Ujue mke wangu mzuri sana tena unavutia, na usichojua nimeanza hadi kuwa na wivu na wewe. Nakupenda sana hivi, ujue hitu. Naomba basi nisikilize hata kidogo e, japo kwa usiku wa leo tu nipe, nipe. Sikia nikwambie, yaani kusema na ukweli, mimi hisia na wewe sina, yaani hisia ziisha kata muda mrefu sana. Kwa hiyo yani, kwa sababu unanisumbua na kweli, muda mrefu hujafanya hilo tendo, mimi nitakupa kimoja tu, lakini ila kwa sharti hili, kwa sharti moja, tutatumia mpira tutumie mpira mke wangu mi mume wako eh? tena kama nilivyokwambia mi na haki na wewe sasa natumiaje pipi kwenye maganda wakati mimi ili pia eh? ah, mi hey, naona hiyo haijakaa sawa hivyo unajua unanifurahisha eh? <laughs> yani ngoja nikwambie kitu mimi na wewe tumekaa miaka mitatu miaka hii mitatu hatujawahi kukutana, nitakuamini vipi eh? Maanake ninavyokujua wewe, baba ulivyo malaya. Yaani wanawake aina, wa kila aina, warefu wafupi, wekundu weusi, yani wote wote wewe umetembea nao. Nitakuamini vipi wewe, alafu leo hii unataka nije nikupokee? Hii rahisi. Siwezi nikakuamini, yaani sharti ni lile lile, aidha tutumie mpira au tukapime UKIMWI. Basi acha mimi, mimi nitaenda kufuata kufata eh, kafuatilie ukipata, utaniamsha. Mke wangu, nini tena bwana, unanisumbua. Mzigo uwapa we, umeitoa wapi hiyo ghafla hivyo? Wasi, ulisema nilete mpira, ndo hapa sasa. Au ulikuwa unataka kitu chengine? <laughs> Yaani mke wangu, usichokijua kwetu sisi mamidifieldi Yani, bora hata nikose poketi mane kuliko kitendea kazi hapo. Uruki shule inayofunza mema na mabaya, Dunia wajuaji na wapumbavu, wamoa wengine, wasindikizaji, wapambanaji Tena, unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue: ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyooka mno, hawa jamaa wameweka kibango chao kinachosema No English, no service Asa mimi leo naweka chapwan. Yes, get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone, utanishukuru shukuru baadaye. Anyaa, hmm? Nahara mpaka saizi. Umetoka wapi? Nimetoka huko Mama Lily. Nilikuwa namtaka mtoto nimempelekea, sinajaina mambo ya kimila. Uh, mtu na mjukuu wake tena, navokuwa napenda jukuu usijua kamlizisha mikoba tunanajua wazee na aya. Basi mi nenda nje kwanza. Asimana, bado mapema saizi mama. Njo bwana tupumzike kidogo. Manyanya, yaani nilali tena saizi? Unataka niamke baba na mama utuwashamka, tunaangaliana tena? ah, kwanza miata siwezi. Lazima kwanza niende nifanye, hata nioshoshe vyombo, nifanye usafi. Yaani nikisema nilali siwezi kabisa mtu na ukweli. ah, tamba mama, ndo wakati wako. Yani nikwambie tu ukweli, yani kwanza kwa mimi, tangu nimefika hapa nilivyokuta hatuna Violet, yani amani hata sina, yani nimekosa raha, yani naona kama dharau. Listen, kwanza naomba nikutoe hofu kuhusiana na ishu ya mimi na Violet mimi siko naye tena, na wala haitoka itokee mimi nikawa naye tena. Na hata ujio wake hapa sio mgeni wangu, ni mgeni wa wazazi, lakini sisi pia, kilichotuleta hapa ni mambo yetu binafsi yanayojitegemea. Kwa hiyo wala sisi hatuhusiani na yeye. Ingekuwa ni hiari yangu hapa nyumbani, ningesema aondoke hata jana, lakini sasa siwezi, lazima niheshimu kwa sababu nimemkuta kwao, sijui wa wazazi nao wanaozungumzugana na yeye ndio maana bado namkuta mpaka saizi, lakini hana chochote katika maisha yangu, hana nafasi wala hana nguvu yoyote. Nero, sicho kijua mama. Hata leo hii wakisema utoke ukae huko ndani, yeye aingia huko ndani, purukchu afanya na wayafanya, ajicheketua anavyoweza kujicheketua, hakuna chochote kinachoweza kuniathiri. Koje ya mimi Mwanamanga apata nguvu ya kukuleta wewe hapa

Wakati siku zote mimi na wewe tumezoeana, tuna siku ngapi? Yaani siku zote tuko hapa, mambo ni kama kujifunza baisikeli, si ushaelewa? Sio kama siku ya kwanza hiyo. Utajua siku ya kwanza utaendesha utadondoka, siku ya pili utavunja mguu, utachubuka hapa na hapa. Lakini mimi ninavyojua, ukijifunza kuendesha baisikeli utakuja kujua, afu mwisho wa siku utakuja kunipakiza mimi, nitakaa nyuma afu tutapiga misele. Leo tumeenda Buguruni, tumeenda kwa Mpalange, tumeenda si hey, ah, ah, ah, wapi Buza si wapi? Utajua tu mdogo mdogo, nisije nikafeli Sikiliza, mimi sishakwambia mimi ni ticha mzungu. Mimi na taaluma ya ualimu. Kwa hiyo unapokaa hapa na mimi, vitu vingi vya shule shule nitakuwa nakufundisha. Kwa mfano, nimebobea sana kwenye somo la biology. Mimi ni mwalimu mzuri wa biology, lakini pia nitakufundisha topic nzuri inaitwa reproduction. Kwenye topic ya reproduction utavijua kuna mambo ya practical humo ndani mazuri na utapata adi mia si si mia ni hey. Mm. Vile aa, wewe sio ulikuwa unaogopa unasema, wao ni wanafunzi wao watafungwa. Umekwaje tena? Sio kama nilikuwa staki, unajua hivi vitu uwezi ukavikubali ghafla ghafla. Mimi mwenyewe mtoto mzuri kama wewe Debora eh? nishinde kupiga vitu vyangu na jela? miaka 30 siku zote ni namba tu Ushaona, wanasema miaka salasini, lakini usiku na mchana miaka kumi na tano mi mfano, nimefungwa miaka kumi na tano, nikirudi hapa sinakuwa tu kijana vilevile, ka siwezi nkaogopa vitu kama hivyo. Mimi ntapiga na maisha mengine ataendelea, awe tulia tule maisha, nifunge macho haya kwa mapenzi haya, alafu niogope mi kufungwa jela miaka salasini Wanifunge mijela hata miaka mia, mia mbili nikafia huko, mbele ya safari. Nipe, nipe, nipe, nipe, nipe hesabu ya kukokotoa tuishi milele. Jibu nikipata nipe. Asante na pole. <sighs> Wewe pole, hivi wewe huoni aibu yani, wala hata ujisikii vibaya hivi eh? Majini, umekuta familia ya mtu, hujui wameanzia wapi, hujui wametokea wapi hujui wamepitia hasoringani mpaka walipofikia. From nowhere tu umeingia kwenye maisha yangu, alafu umeniharibia tu like, ma... msichana, unajijua una roho mbaya, we dada eh? Unajijua, yaani huu moto ambao unausikia mimi hapa nakua, pia kuna siku utausikia mala mia. Nahisi yaani naomba Mwenyezi Mungu akupitishe mahali pagumu nilipopita mimi, pana afadhali niko hapa hivi hmm. Sasa mimi kosa langu ni nini? Kama mbuzi ulikopo naye mwenyewe bandani kwako, badala ya kumfunga na kamba ngumu, umemfunga sijui na kamba za mgomba, kakimbia. Sasa hapo alaumiwe nani? Nilaumiwe mimi au wewe, mfugaji mzembe? hmm. Sasa kwa bahati mbaya, bwana kaja kwangu, sijui ulikopo umlishi, sijui ulikopo unampiga sasa alivyokutana navyo huku sasa kachanganyikiwa. Na nikwambie tu, mfugaji, mimi <laughs> so mzembe yani, simfungi na kamba ngumu, nimefunga na nyororo, yaani hatoki, hachomoki. Hei, sijui niwekeje hiyo sijui, umeelewa? Na tena ukome kumwita mwanaume wako, huyo ni mwanaume wangu mimi. Kwa hiyo utakubali, dada, kama umeachwa eh? Yule manyanya ni wa kwangu tena, umeachwa, hakutaki, na ninaomba tu cha kukwambia uondoke, uniache na wakwe zangu, nijidai nao, mi ndo misezi manyanya, hmm. Bando nikitonga mno oya. <laughs> Yani, ukiwa na laini ya Halotel tu unapata GB kumi kwa gharama elfu kumi tu na kuendelea, lakini pia usisahau GB kumi hizo hizo zina uwezo wa kudumu kwa muda usiepungua miezi nane. Sisi tunamwamini wewe, unasubiri nini eh? Utaratibu uko hivi, unalipia then ndio unaungwa kwa uaminifu mkubwa jamani. Chris Bando ana namba nne, lakini sisi leo la tutatumia namba mbili tu. Hizo namba ni hizi yeah: sifuri saba moja saba sifuri nne themanini arobaini na nane, then utapiga tena kwa namba nyingine sifuri saba themanini na tano sabini na tatu sitini na tatu sitini na moja. Jina linatoka sure, Christopher Ruoga, jina Chris, jamani. Chris Bando ni hii kitonga mlo huku tena unaweza ukadhani ni masihara kuhusu hichi ambacho kimeandikwa hapa, lakini trust me, kuna maelfu ya watu ambao wanakosa huduma kirahisi kabisa kwa sababu tu ya kutokujua Kiingereza. Lakini leo mimi sasa nataka nikusanue, ukiwa na Ticha Zungu app itakuwezesha kuweza kujua Kiingereza ndani ya muda mfupi, na tena kilichonyoka mno. Hawa jamaa someweka kibango chao kinachosema no English, no service. Asa mimi leo naweka cha kwangu, yes get Ticha Zungu and you will get service. Wefanye hivi uone utanishukuru baadaye.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 kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah, nikisema nikupe hiki kichwa uwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa, ndiyo maana nalewa, sinywi mitungi, kwa sifa yanayonifelisha ndo chanzo kurudio, munachelewa nyie, mwezi elewa ah, nimeoza ndani kwa ndani Natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka. Thamani ya utu wangu bei ya chapati, dunia ah.